Na ambacho nilichokiona li ambacho nilichokiona nilichokiona, sikumwona kwamba ni rais. Niliona tu kuna watu ambao wataondoka. Hata rais mwenyewe aliangalia ile bendera iliteremka. Kwa hiyo tumuondoe mama hapo, maanake ni watu ambao, inashuka ikapanda, inashuka ikapanda, ni kama ni kama ni kama hata bendera ya, ya, ya rais ilikuwa ya, ya, ya na yenyewe ishuke, lakini haikushuka, lakini naona karibia nataka kushuka hivyo, lakini nikasikia tu nikasikia tu pray for the gentleman. Sijue kwa mtu mwingine ange rush, lakini Mungu ananiambia pray for the first gentleman. Umeelewa Chris? kuna first lady kwa gentleman